Karibuni tena kwenye mfululizo wetu wa Dear Africans unaoletwa kwenyu kwa hisani ya Esp ISIS Pictures Icres Worldwide chini ya usimamizi wa Brother La Tankira Show. Leo tunaingia eh, katika mjadala wa kina kwelikweli kweli. Asante tayari kwa mjadala, tunaangalia mada ambayo unajua inatugusa kila siku, nguvu ya mziki. Hmm. Lakini sio tu nguvu yake bali nguvu yake katika ulimwengu wa roho. Hmm. Tunachambua vyanzo kadhaa vinavyolenga kukupa wewe msikilizaji wetu uelewa kidogo jinsi mziki unavyoweza kuwa kama, kama lango la kiroho. Inaweza kuwa kwa mazuri au, au kwa mabaya. Ni kweli. lengo ni muhimu sana. Dhamira yetu hasa ni kukupa wewe zana uweze kutambua tofauti kati ya mvuto wa ufalme wa nuru na ule wa giza katika katika kile unachosikiliza. Ni mada nzito, lakini muhimu sana. Vyanzo vinaweka wazi kabisa, mziki sio tu unajua kupitisha wakati, sio burudani tu. Hapana. Ni chombo, chombo chenye nguvu, yaani nguvu kubwa sana kiroho. Na kinachosisimua zaidi au labda kutisha kidogo ni kwamba nguvu hii inaweza kutumiwa na pande zote mbili, pande zote mbili eh, pande zote mbili katika hii vita ya kiroho inayoendelea kuelewa hili yani, kunaweza kubadilisha kabisa jinsi unavyochagua mziki. Hilo la kutumiwa na pande zote mbili linanikumbusha hoja moja nzito sana kwenye vyanzo mm-hmm. Inasema, hebu fikiria hata sheitani mwenyewe kabla hajaanguka, mm, yule Lucifer. Huyo huyo aliumbwa akiwa na vipaji vya mziki vyanzo vinataja Ezekieli 28:13, inasema matari yako na filimbi zako vilikuwa tayari ndani yake siku alipoumbwa. Ni kweli kabisa, na vyanzo vinadokeza kuwa hakunyang'anywa hivyo vipaji alipoasi. Sasa inatisha kufikiria anavitumiaje eh? Inatisha, lakini pia unajua inafafanua mengi. Inaonyesha asili ya kina ya nguvu iliyomo kwenye mziki, kwenye sauti. Roho ina uhusiano wa kipekee na sauti. Kweli. Ndio na vyanzo vinaeleza zaidi jinsi hata wasanii wengine maarufu wamekiri waziwazi, wanasema nyimbo zao bora zaidi, zile hits, zimekuja wakiwa katika hali fulani zisizo za kawaida. Hali gani hizo? Labda ulevi au matumizi ya vitu vingine. Sasa hali kama hizo, kulingana na vyanzo hivi, zinaweza kufungua milango, milango kwa roho ambazo tuseme si za Mungu. Ah, kumbe zinaweza kuwasilisha ujumbe wao au hisia zao kupitia mziki huo. Hapa ndipo tunahitaji kuwa waangalifu sana na kutii lile andiko la 1 Yohana 4.1. Lile linalosema tujaribu roho. Hilo hilo, wapenzi msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Ni muhimu sana. Kwa hiyo sio tu kuangalia yale maneno makali au picha za kutisha. Ushawishi unaweza kuwa umejificha zaidi. Kabisa, ushawishi wa hila ndiyo hatari zaidi. Chanzo kimoja kinatumia maneno toka 1 Timotheo 4.1 kinasema. Kuna mafundisho ya mapepo na kwamba haya yanaweza kupenyezwa kupitia mziki, ndio yakifundisha mitindo ya maisha, tamaa, mitazamo inayopingana na Mungu hata kama mziki wenyewe haonekani wa kishetani moja kwa moja. Hilo ni jambo la msingi kabisa kuelewa. Mziki una nguvu ya kukuchochea kihisia, unajua, unaweza kukuingiza kwenye mawazo fulani, au hata kuumba ndani yako hamu ya vitu fulani bila wewe kujua chanzo hasa ni nini mm. Na hii inatuleta kwenye lile swali kubwa, wengi hujiuliza, na vyanzo vinatoa mwanga. Je, hii namaanisha kila mziki usio wa dini usio wa kanisani ni mbaya? Swali zuri hilo. Jibu kulingana na vyanzo ni hapana. Si kila mziki usiomtaja Mungu ni mbaya, lakini kwa upande mwingine pia si kila mziki unaoitwa wa injili au unaotumia jina la Yesu umetoka kwa Mungu. Kweli kabisa, kuna mwingi wa biashara tu, hasa kuna unaofanywa kwa maslahi ya kibiashara, umaarufu na kadhalika. Kwa hiyo kinachohitajika hapa ni nini? Ni utambuzi, kutegemea mwongozo wa Roho Mtakatifu, ile sauti ya ndani, ile nguvu ya Mungu inayotuongoza kutoka ndani sio kutegemea akili zetu tu, kama Mithali 3.5 inavyotuonya hapo kwenye utambuzi. Sasa hapo ndipo wengi wetu, mimi nikiwemo, tunapata changamoto kidogo. Vyanzo vinatoa hatua gani za kivitendo, jinsi ya kutumia huo utambuzi wa Roho Mtakatifu tunapochagua muziki? Vipo vyanzo vinaainisha, tuseme kama hatua tatu muhimu sana okay. hatua tatu. Kwanza kabisa, jiulize maswali ya msingi unapokutana na muziki mpya au hata wa zamani. Je, huu wimbo unanijenga? Unaimarisha imani yangu? Mm-hmm. Una nifanye nimkumbuke Mungu na wema wake au unachochea zaidi zile tamaa za mwili, mawazo yasiyofaa, unanisongeza karibu na Mungu au unaniweka mbali? Hayo ni maswali muhimu. Maswali mazito hayo. Sawa. Hiyo ya kwanza, ya pili. Pili, kuwa msikivu. Sikiliza ule muongozo wa ndani wa Roho Mtakatifu. Wengine wanaita ushuhuda wa ndani. Unaweza kusikiliza wimbo, maneno yanaonekana sawa tu, hakuna shida, lakini ndani lakini ndani yako unasikia kama kizuizi, hisia ya kutokuwa na amani, kama sauti ndogo inakuambia, mm -mm, huo hapana. Ni muhimu sana kusikiliza hiyo hisia, usipuuze. Sawa kabisa. Na ya tatu tatu, angalia tabia ya Mungu katika huo muziki. Hata kama wimbo haumtaji Yesu moja kwa moja kwa jina Je, unabeba yale matunda ya Roho ambayo Paulo anayazungumzia: upendo, furaha, amani, hizo hizo, upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Warumi 8 mstari wa 14 unasema kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kumbe kwa hiyo muziki unaweza kukusaidia kukua katika hizi tabia njema, unaweza kuwa chombo kizuri, hata kama si wa dini moja kwa moja. Hilo linaweka uzito mkubwa sana kwenye uchaguzi wetu wa kila siku wa muziki. Kumbe eh, kile tunachofungulia masikio yetu kinaweza kuwa na athari kubwa kubwa mno kwa afya yetu ya kiroho. Hakika, bila shaka yoyote. Hitimisho kuu kutoka kwenye vyanzo hivi vyote ni kwamba muziki sio kitu cha kuchezea, ni chombo chombo chenye mamlaka ya kiroho, sio cha kuogopa, lakini la hasha, sio kwamba tuogope mziki wote, hapana. Badala yake tunahitaji kuwa na maarifa, kuwa na hekima. Tumwombe Roho Mtakatifu atupe utambuzi ili tuweze kuchagua vyema. Lengo ni kuishi tukiongozwa na Roho na sio mwili, na sio kuzitimiza tamaa za mwili, kama Wagalatia 5:16 inavyotuasa. Kila noti, kila mdundo, kila neno linaweza kujenga au linaweza kubomoa. Uchaguzi ni wetu. Huu ni mjadala mzito na, na muhimu sana. Nadhani tunatumai kweli umekupa wewe msikilizaji wetu maarifa na kitu cha kutafakari kuhusu mziki katika maisha yako ya kiroho, ndiyo matumaini yetu. Kwa hiyo swali la kujiuliza linabaki: je, orodha yako ya kucheza ile playlist yako inajenga au inabomoa hekalu lako la ndani? Ni swali la kufikiria muhimu sana. Asante sana kwa kuwa nasi. Stay blessed, stay focused, as latin kira always say.